Eneo lingine ambayo melisemea ni kero ya maji. Naomba niseme hivi, ndugu zangu wa Ipagala, hasa mtaa wa Bwani na Ilazo Kati, mwaka elfu mbili na kumi mahitaji ya maji ya jiji la Dodoma yalikuwa ni lita milioni arobaini na saba. Uzalishaji wa maji kwa siku kule mzakwi kwenye visima vitano ilikuwa ni lita milioni sitini na saba tulikuwa na ziada ya lita milioni ishirini ndiyo maana hakukuwa na mgao wa maji hakukuwa na changamoto ya maji leo mnakaa mpaka miezi mitatu mine mitano maji hayatoki kwa sababu moja kubwa hivi sasa baada ya maamuzi wa serikali kuhamia dodoma dodoma hivi sasa ina jumla ya wakazi laki saba na sitini na tano elfu. Dodoma ina watu wengi sana, vyanzo vya maji vibaki vile vile, visima vitano vya Mzakwe, watu wameongezeka, mahitaji ya maji leo Dodoma kwa siku moja ni lita milioni 149.7. Uwezo wa kuzalisha Mzakwe kwa siku moja ni lita milioni 79 tuna upungufu walita milioni sabini kwa siku moja. Ndio maana anapelekea mgao, inabidi wafunge hapa, yatoke sehemu zingine, wafunge kule, katoke sehemu zingine. Nini suluhisho lake? Tukaenda kuchimba visima vitano vikubwa Nzuguni a hey, tukapata maji mengi sana. Nzuguni ndio kata inayoongoza kuwa na wakazi wengi katika mkoa wa Dodoma ina jumla ya wakazi elfu eh, sitini na mbili. Inaofuatia ni kata ya Ipagala, kwa kuwa na watu wengi. Tumechimba visima vitano pale, vina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni saba nukta nane. Mahitaji ya maji ya Nzuguni kwa siku moja, Nzuguni yote tukiwapa maji ya pale kisimani, ni lita milioni tatu nukta nne. Zinazobaki tumekubaliana zinakuja kata ya Ipagala kwa maana ya Ilazo, inakuja hapa Ilazo Kati, Solongai, Bwani pamoja na hapaa tuliposimama hapa. Kwa muda sio mrefu, nitaanza kuona mabadiliko ya maji kupatikana, nitaanza kupungua siku kutoka mara moja miezi mitatu, nitakuwa na pungua hivyo hivyo mpaka mtaanza kupata maji kama kawaida, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameridhia pia kutoa fedha tunachimba visima vingine kumi na vitatu pale kwa vitakuwa visima kumi na nane ambavyo tutapeleka maji mji wote wa serikali na maji ya Mzakwe tutayafunga yasije Ipagala. Ipagala itahudumiwa itahudumiwa na Mzuguni, maji ni mengi yako tayari, mkandarasi ameshapatikana, zoezi na vi sasa ni kuanza kuyalaza yale mabomba makubwa, maji yatufikie dugu zangu mtaona mabadiliko, muda sio mrefu. Hiyo ndio hadi yangu kwenu, sisemuy kipagala oy, lakini pamoja na huyo mtandao wanaipokea taki niwafanyie jambo katika hii mitanyo, ili mtakuwa mnaasubiri hayo maji ya huko, mimi nawapa hadi kawadi, nitawachimbia kisima na hapa nitawachimbia kisima, wakati maji ya, ya, ya serikali yanakuja, itawekea visima itakukabili mwenyekiti wa mitaa yote mweli, itakuwa sehemu yenu ya mapato, mtavisimamia visima hivyo, wananchi wapati maji safi na salama, hamwezi kuteseka. Samia yupo, mimi yupo, Gondo yupo Sisiwe. Na zoezi hili mtaliona muda sio mrefu sana. Nataka kabla ya mwezi wa kwanza visima vyenu vyaanze kufanya kazi, ziisogee. Hii ni ahadi yangu kwenu, serikali watafanya kwao, ili tawachimbia mimi wananchi wangu.